Amen. kwa majina naitwa idina yaraisi mim kwa kweli ilikuwa juma mozi baba ailkuwa siko nyumbani baba akampigia paka simu kwamba mama yako yuko halimbali na Sinzi, usingizi. Sasa hapo ndo akanipigia simu akaniambia kwamba mama yuko alimbani. Na mimi sasa Jumapili, Jumatatu, ndo nika- nikapanda gari nikaja. Nilipofika hapa nikamkuta mama amelala, nikamwita mama, nimekuja. Nikaona anajikaza kunyanyua kichwa ili aniangalie, lakini nikashindikana hapo hapo, na mimi nikaanza nika kulia, nikasema Mungu wangu mama yangu ana

Shafika mtoto wako mama hawezi kuitika wala kuongea chochote chochote, anajaribisha kuinua kichwa inashindikana. Leo mama kasimama mwenyewe. Yeah, yeah. <applatsionous> yeah mkubwa toka Ijumaa. Kwa nimekuja kumtembelea nikatoka nikarudi nyumbani Jumamosi, kaniambia mwanangu, jiandae urudi nyumbani. kasema ndio. Aya, hmm, mama mkubwa amebadilika. Akasema hapana, nitakuwa vizuri. Kaondoka Jumamosi jioni, nikarudi nyumbani. Asubuhi wananipigia simu, asema ulivyotoka, mamkubwa yako hai mezidi ba mkubwa analia, nipigia simu nikasema nitajitahidi nije kama mida ya saa kumi. Baadaye mama akanipigia simu akasema, jiandae sasa hivi ninavyokuambia, ungekuwa umeshafanya ungekuwa umeshaanza kutembea. Mama, kwani nitapata? Akasema dada yako mwambie akupe hela halafu upate anauli. Nikasema ndio, nikaja nikaanza nikapitia nyumbani Nikatoka nikaja hapa nikamkuta mamkubwa amelala mazabauni, mazabauni nikamwita mamkubwa, mamkubwa akuitika, baadaye akikaa kama muda, nilikuwa baadaye na ilikuwa na mwanae Aaron, tukakaa hapo tukaanza kusali, akasema Mungu wangu msaidie mamkubwa wangu apone. Haya baadaye nikamwona mamkubwa anaamka, nikamwita mamkubwa, anaamka nikamwita, mamkubwa aitiki, baadaye Mungu akasaidia, tukamtapa mazabauni, tukamweka Ndo tukampozea chai, kazisariki yakani kidogo. Baadaye akakataa kunywa, ndo hivyo. Lakini saa hivi namshukuru Mungu, anatembea kuanguka kwa hiyo, alipokuwa anaenda kama mzee ni kumshika mkono. Kwa hiyo sasa hivi namshukuru Mungu, yuko mzima anatembea. nasema v sasa umepona, msingi wa kumtumikia nani? Mungu, naomba katika jina la Yesu Kristo, nambariki Skovia, nambariki sadaka yake ya shukrani aliyesimama nayo, pamoja na familia yake, kwa jina la Yesu Kristo, tukufa Mungu juu yao, amani ya Kristo ifunike Walikuja kwa machozi watoto hao kwa ajili ya mama yao. Leo sasa nachia faraja, nachia furaha, nachia amani uwe pamoja nao, mkononi meweka ja mama yao Skovia uzima awe nao tele siku zote katika jina la Yesu, wote tuseme, amina, amina Bakufu.